Eh. Eh. Eh. s yes, kutoka hapa TAG majumba sita mpya tumekuwa na ibada nzuri hakika. Leo ikiwa ni, ni kilele cha sikukuu ya sehemu kitaifa hapa nchini Tanzania, na sisi leo tumekuja hapa majumba sita kujionea yale ambayo taifa kubwa wameyafanya na hakika tumethibitisha kwamba ni taifa kubwa. Wamefanya mambo makubwa na sisi tumeyaona, lakini pia bila shaka, wewe ambayo umekuwa ukifuatilia NY TV umeyaona yale ambayo CMF wameyafanya. Niko hapa na mwenyekiti ambaye ndiye mlezi wa wanaume hapa katika kanisa hili na tutazungumza machache. Tuambie kuhusiana na tathmini nzima ya sikukuu hii ambayo ni ya kwanza kabisa kufanyika hapa katika kanisa hili la TG majumba sita mpya. Bwana asifiwe sana. Amina Bwana asifiwe. Ni anza kwa kuwapongeza kwa, kwa sikukuu nzuri, lakini kwa maandalizi mazima nashukuru sana. Karibu kama mwenyekiti, kwa tathmini ya ujumla kile ambacho kimefanyika leo ni neno gani unazungumza? Na kama mwenyekiti, kwanza nishukuru wa baba wote kwa mwitikio wa kuungana pamoja nasi, lakini pia kuwepo. Tumekuwa na sikukuu nje nzuri sana na wamejitoa kwa hali na mali. Tumetegemeza, tumetoa michango, lakini pia kushiriki katika sikukuu. Tumeona tumekuwa na kwaya na mambo mengine mbalimbali mbali. kwa hiyo kufanikiwa huko ni kutokana na kujitoa kwa baba. Kwa hiyo nawashukuru na kuwapongeza na kuomba umoja huo na moyo uendelee ili tuweze kujenga mwili wa Kristo, amen. Amen pengine kupitia sikukuu hii ni ya kwanza, lakini mmefanya mambo makubwa hivi kwa kipindi hiki cha muda mfupi. Ah, labda unaweza ukaniambia nijipangaje na alikuwa ni kwa muda gani mpaka mkafanikisha haya yote? Kwa kweli muda ulikuwa ni mfupi sana. Kama unavyojua, eneo hili ni jipya kabisa kwa kila mtu Chungaji ni mgeni, hata sisi wenyewe ni wageni, kwa sababu kila mtu katokea sehemu tofauti. Kwa hiyo tumekuwa na ujenzi kama mnavyoona, hili jengo na wababa ovyo ndio wanasimamia kila kitu. Kwa hiyo tulikuwa na ujenzi hapo hapo, tuna michango. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba ametuwezesha, watu wamejitoa kwa yani mpaka unaonea huruma, lakini ninamshukuru Mungu kwamba kila kitu tumekuwa na muda mfupi sana, kwa sababu tumeanza michango kuanzia mwezi wa tatu baada ya sikukuu ya WWK ndio sisi tukaanza ya kwetu maandalizi kwa hiyo, kuhusu habari ya nyimbo ni hadi leo wiki moja tu ndo tumefanya mazoezi na ndo hiki kilichoonekana, kwa hiyo tunamtukuza Bwana katufunika. Hongereni sana, asante sana. Pengine kwa kumalizia kabisa, ninaiona CMF ya miaka mitano, kwamba wewe kama mwenyekiti na kiongozi wa wanaume kwa hiki ambacho umekiona hapa kwa muda hu mfupi, ndani ya miaka hiyo unaiona wapi CMF ya mali hapa? Kwa kweli naiona CMF ikifanya mambo makubwa kwa ajili ya kuinua jina la Yesu. Kwa kama nitakuwa mimi au kiongozi yote atakaye kuwepo kwa kweli ni kusonga mbele kuhubiri Injili na kuifanya kazi ya Mungu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Labda kwa sie kufahamu kabisa. Kwa majina naitwa Rehema Msami ni mwenyekiti wa WWK TAG majumba sita mpya. Hmm. Aha, me wewe, kama kiongozi mama mwenyekiti wa WWK, imekuwa na sikukuu yenu hapa miezi miwili iliyopita, leo mmekuwa na taifa kubwa. Wewe kama jeshi kubwa, una kipi cha kuzungumza kwa haya ambayo mmeyaona leo? Asante sana. Ni kweli kama miezi miwili iliyopita tulikuwa na sikukuu ya WWK tunamshukuru Mungu kwamba katika kipindi kile kifupi tulijiandaa tuka na tukaiandaa ikafana, na hatimaye leo tumeshuhudia sikukuu ya taifa kubwa CMF. Kwa kweli wamefanya wonders. Mm. Aa, kama baba unajua, baba huwa na mambo mengi, wanakuwa na shughuli nyingi, hawana muda wa mazoezi, lakini tunashukuru Mungu amewawezesha wamefanya kitu kikubwa hata zaidi ya tulivyofanya WWK wamekuwa na sikukuu nzuri mno, nyimbo zao zimekuwa nzuri, maandalizi mengine yote wameyafanya vizuri, hata kwenye ile waliotoka kwa ajili ya mchungaji. Tunashukuru kwa kweli, wamefanya kitu kikubwa sana. Mungu awabariki sana. Kuna kitu gani cha upekee ambacho umekiona ambacho kwenu nyie kimewatia wivu kwamba na nyie mnatamani tamani mkifanya kilichotutia wivu? Ni seme ni almost sikukuu yote ya wanaume leo. <laughs> Wametutia wivu na kutuhamasisha sana sana sana sana. Amen. Tukiangalia yale ambayo nafikiri wao walijifunza kutoka kwetu mm, kwamba pale ambapo waliona kuna kaupungufu wao waka update. <laughs> Kwa hiyo wakajikuta wao wamefanya vizuri zaidi, wamefanya mambo makubwa sana kwa kweli. Tunamshukuru Mungu kama kanisa, tunajivunia wababa wa TJ majumba sita mpya sana sana. Amen. Mungu akubariki, mama. Asante sana. Neno langu la mwisho naomba ni waombe ndugu zetu wale wote ambao wanatia ijima majumba sita. Inawezekana wengine wamekimbia huku na huku jamani, nyumbani kumenoga. Karibuni sana tia ijima majumba sita mpya tumtumikie Bwana kwa pamoja. Mungu awabariki wa Amen. Asante sana. Amen. Amen. Ngereni kwa sikukuu na ibada pia. Amina, tunamshukuru Mungu sikukuu, hmm, imeenda vizuri sana hmm. Labda kwasie kufahamu kabisa, umwambie wewe ni nani? Mimi naitwa Gordon Mwaikela ni mzee wa kanisa hapa TG majumba sita mpya. Ni CMF ya kwanza, sikukuu ya kwanza imefanyika hapa. Wewe kama mzee wa kanisa, unalipi ambalo uh, umeliona na umejivunia kupitia CMF ya mali hapa? Amina, kwa kweli sikukuu ya mwaka umekuwa ni ya tofauti E, tangu nimeanza kushiriki, maana niokoka nikuwa kijana mm. Nilikuwa nashiriki sana hizi sikukuu za vijana, lakini baadaye nilipooa nikaanza kushiriki pia sikukuu za wababa mm. Na kwa kweli hii sikukuu ya mwaka umekuwa tofauti sana. Kwanza watu wamejitoa sana, hapo palikuwa na mshikamano wa kutosha, kwa kila mtu akawa na uya moyoni kwamba na kisha kwamba sikukuu ifanikiwe mm na taona matokeo yake, lakini kwa kila mtu alikuwa na juhudi. Naona watu wote walivaa sare mm. no, kitu ambacho sio rahisi. Watu kila mtu alikusudia kwamba lazima ifanikiwe mm. na kama unaona umri wa kanisa tuna miezi minne tu hapa, lakini hiyo huo mshikamano huo muunganiko huo nanini sio rahisi sana mm. kwao, katika jumla yote anasema kwao, tunamshukuru Mungu Mungu amekuwa pamoja na sisi Amen. Amenna. Amenna, labda kama una neno kwa wana CMF wa mali hapa wanaokutazama. Amena, kwa wana CMF wa mali hapa, nachoomba kikubwa tuendelee kushikamana na viongozi wetu. Viongozi hmm. wetu wana mambo makubwa, wana maono makubwa. Kwa hiyo kama tutashikamana nao tutafika kule ambako wanataka watupeleke hmm na wanatupeka mahali pazuri, maana ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa utukufu pia kwa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Amen. Amina, asante sana.